Mtakumbuka e, alfajiri, kimahesabu ya muda tunaita alfajiri, kama tulivyosema kwenye nyaraka mahakamani, early morning ya tarehe sita Oktoba elfu mbili na ishirini na tano eh, balozi aliyekuwa balozi, whichever utapenda kutumia, lakini kwetu sisi ni balozi Humphrey Polepole alichukuliwa tunajionya sisi mawakili kutumia neno "kutekwa" kwa sababu hilo tumeliweka mahakamani, lakini tuseme tu alichukuliwa kwa nguvu na watu ambao eh, hawajulikani mpaka sasa, lakini katika viapo eh, tumewataja na kuna kiapo cha ziada cha eh, kaka yake au ya ndugu yake na Humphrey Polepole, amesema ni watu gani yeye, eh, anawafahamu ambao walifanya hilo tukio lakini kwa kuwa yanaendelea kuchakatwa mahakamani, labda nisifike huko. Huyo ndugu anaitwa Humphrey Polepole. Mliokuwa mnahudhuria kesi na mliosikia uamuzi wa mahakama nimesikia. Kwa hiyo mara baada ya tukio hilo kutokea, basi tukafungua hapa Mahakama Kuu maombi yanaitwa habeas corpus. Kama nilivyosema hapo awali, ni maombi ambayo unafungua katika Mahakama Kuu ili kuzitaka mamlaka au taasisi au watu ambao we, mnaamini wanamshikilia huyo mhusika, na in this case tumefungua sisi maombi namba ishirini na nne hamsini na moja ya mwaka ishirini na tano dhidi ya Inspector General wa Polisi, DPP, mkurugenzi wa mashtaka, mwanasheria mkuu wa serikali, mkuu wa upelelezi au kamanda wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, jeshi la polisi, pamoja na kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. E, tukiambia mahakama kwamba tunaamini wote kwa pamoja kama taasisi au moja moja kama taasisi, eidha wanamshikilia balozi Polepole au wanafahamu mahala alipo na anafanya nini huko kwa hiyo well, maombi yao a naosema ita Habeas Corpus yalipangiwa kusikilizwa mbele ya mheshimiwa Jaji Salma Magimbi eh, na uamuzi wake umetoka leo. Mahakama imenoti kwamba huyu balozi Humphrey Polepole amepotea na mpaka sasa hivi haijulikani alipo, lakini imesema mikono yake imefungwa kutoa amri ambazo tulizoomba, maake si tuliomba wamlete, eh, yeye au mwili wake mahakamani. E, kama ni yeye akiwa hai, basi mahakama iweze kumchakata kisheria, aidha apewe dhamana au anaomshikilia ambao tunaambia anamshikilia kama tulivyosema mahakamani, waeleze kwamba kwa nini wanamshikilia na kwa nini hawajamshughulikia kadri sheria inavyoelekeza. Kwa maana mahakama imesema e, kutokana na mazingira halisi ya shauri husika hakuna ushahidi wa moja kwa moja e, kuna neno la mahakama lilotumika kuna suspicions. E, kuna suspicions tu ambapo, nafikiri ni, ni sijui kama ni hisia na, na, natumia neno na hilo la Kiingereza tutasaidiana kulitafsiri. Hisia ni kitu tofauti kidogo. Mahakama imesema kuna suspicions, lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba hao wadawa waliotajwa ndio wanamshikilia Balozi Polepole pole. Ya, na imesema katika mazingira hayo eh, mahakama inachelea kuwaamuru wamlete mahakamani yeye au mwili wake ili uweze kushughulikiwa aweze kushughulikiwa kisheria kwa sababu eh, hata haina uhakika kwamba ni wao basi ndio wanaye e, balozi Humphrey Polepole. well, tulikuja mahakamani tumetimiza wajibu wetu kwa balozi Humphrey Polepole popote alipo, na, na, uhakika kwamba e, yuko proud kwamba tunapigania hatima yake. Sasa hata mama tumezungumza, tumepeana moyo kwamba isingeweza kuwa rahisi na wala hatukuanza kazi tukifikiri kwamba itakuwa rahisi. Mazingira e, yu, yanafahamika kwamba watu wanaokuja kuchukua watu kwa namna hiyo huwa hawa hawataji vyeo vyao majina yao, ya kwa hiyo zaidi ya ushahidi ambao, e, namna tulivyoweka, kulikuwa hakuna kitu bora zaidi ya kufanya zaidi ya hapo. We, hakuna wote mnafahamu kwamba mazingira ambayo watu wamekuwa chule siku za karibuni ni mazingira gani, hayaruhusu kabisa useme sasa, uwe kabisa useme ni polisi namba fulani, polisi force namba fulani, gari limejisajili kwa polisi ya, yeah. Miamina, hiyo ilikuwa ni ngumu lakini tumetimiza wajibu wetu. Nini sasa kinafuata? E, kwa kuwa tuna uzoefu e, wa mapambano kama haya tayari tulishaweka you know, possibilities mbili. Mahakama kuamua ilivyoamua au kuamua vinginevyo. Sasa imeamua ilivyoamua, sisi tayari tulishaweka akiba, nyaraka za mchakato wa rufaa tumeshafaili, taarifa ya kusudia kukata rufaa imeshapandishwa kwenye mfumo na tumeandika barua eh, ambayo imesha kwenye mfumo wa mahakama tukiomba tupatiwe mwenendo na maamuzi ya mahakama ili tuweze kwenda mahakama ya rufaa. Sasa wito wetu kwa registry, eh, masijala ya mahakama ya rufaa inayoshughulika na masuala ya jinai, hili eh, swala linahusu uhai, linahusu hatima ya eh, binadamu Balozi Humphrey Polepole. Tunataja hadhi yake kwa sababu binadamu wote ni sawa, lakini kama tulivyosema mara zote huyu ni mtu mzito kidogo, inalomtokea yeye kama linatokea katika namna hii basi, wote tujiulize tu, tu, tu, wale watu wengine ambao sio io mabalozi itakuwaje? Kwa hiyo tunaomba mahakama ya rufaa ishughulikie haraka baada tu tunasikiza uamuzi, tu, wana, wapi? Tukawaambia watu wetu wapandishe kwenye mfumo. Kwa hiyo tunaomba mahakama ya rufaa eh, iadmit ipokee hizo nyaraka kwa haraka, lakini pia mahakama kuu iweze kutupatia nakala ya nyaraka zote ambazo zinatumika kwenye kwenye rufaa ili kutuwezesha kwa haraka inavyowezekana e, kwa e, kupeleka nyaraka zote mahakama ya rufaa na ambapo tutapeleka hati ya dharura certificate of urgency kama ambavyo tulipeleka shauri hili. Tunaamini na ni wito wetu kwa mamlaka ambazo zinashughulikia e, e, kesi au rufaa mahakama ya rufaa swala hili, haki za watu wote katika nchi yetu ziko sawa, zina hadhi sawa, lakini tunasisitiza kwamba hili ni swala linalozunguka uhai na pengine hatma ya mtu kwa mahakama ya rufaa. Eh, hizi hatua za awali iweze kuzitimiza kwa haraka na kwa udharura, na pale tutakapopeleka rufaa yetu eh, pia eh, iweze kuipa uzito huo huo ili majibu yaweze kutoka kwa haraka. Eh, familia hii imekuja mahakamani, inaamini ndipo mahala sahihi wanaweza kupata jibu eh, la wapi yupo mtoto wao, kaka yao, mdogo wao E, mteja wangu Balozi Humphrey Polepole huko mahakama kasema tuta challenge uamuzi huu namna ulivyofikiwa, lakini pia mtakumbuka tuliwahi e, kutoa maombi hapa mahakamani kwamba unajua, kwenye mazingira haya mtu anafunguka taratibu taratibu taratibu, kwa kuna mambo ya uoga na nini, kuna shock. Kwa tutoa maombi mahakamani kwamba dada wa Polepole dada wa, Polepole, e, asikilizwe ushahidi wake kwa namna ya ziada na ya kipekee kwa sababu alipata ujasiri baadaye na kuna maafisa wa polisi aliwataja kwa jina kwamba hata yeye waliwahi kumchukua, nitumie neno hilo kumchukua, na wakawa wanauliza Balozi ya Polepole pole yuko wapi? na alisema mahakamani alitoa alitoa, eh, I mean, tulisema mahakamani tulitoa maombi kwamba ushahidi wake uchukuliwe kwa namna ya ziada. Mahakama ilitoa uamuzi kwamba eh, ilikataa hayo maombi. Sisi tunaamini kwamba eh, pengine ingechukua ushahidi ule wa ziada pengine ingeweza ku kusaidia zaidi pamoja na kwamba hili tulofanya tunaamini kwamba lilikuwa linatosheleza. Kwa hiyo, nayo itakuwa ni moja ya hoja ambayo tuomba mahakama ya rufaa ipitie uamuzi wa mahakama hii uone, je, ilikuwa ni sahihi kukataa ushahidi wa dada yake na Humphrey Polepole ambaye kabisa naye anasema kwamba alichukuliwa kwenye mazingira ambayo pengine anafanana mazingira hayo. Sasa kesi za namna hii zaamuliwa kwa ushahidi wa mazingira, circumstantial evidence. Kwa tukio moja unaweza kuunganisha na lingine ukapata majibu. E, fulani sasa, tunaona kwa kukataa kupokea ushahidi huu mahakama pengine haikujiongoza vyema, lakini mahakama imefanya kazi yake mahakama kuu. E, tunashukuru kwa kusikiliza at least kwa haraka, mengine tutakwenda kuyachakata mahakama rufaa. Tunarejea wito wetu, tutakapofika mahakama rufaa nyaraka zetu zitakuwa zimepokelewa kama niliposema za awali zimesha poroge na nyingine mahakama kuu ikitupatia tutazipeleka kwa mjibu wa sheria, walitreat shauri hili kwa namna ya dharura. E, mwisho kabisa niwatie tu moyo wale ambao ni familia ndugu jamaa na ambao wanafuatia hatima ya Balozi Polepole, hapa sio mwisho, hatukutegemea itakuwa rais, hapa sio mwisho. Wote mnafahamu rufaa tumesha kufanikiwa mara kadhaa. Eh, wakati ule kesi mnakumbuka ya kina Mboyo walipigwa fine, Tanzania nzima ikawachangia, lakini baadaye tukakwenda kukomboa fine na fai kifungo mahakama kuu kwenye rufaa. God bless Lema alinyimwa dhamana na Hakim Kamugisha, tukaenda mahakama kuu tukakomboa. Kwa hiyo rufaa e, ni mchakato wa kikatiba na ni sehemu ya kutafuta haki, ni sehemu ya kupigania uhai na hatima ya Balozi Polepole. Kwa sisi hatujakata tamaa, na watu wengine pia e, wanaotusapoti ambao labda wanashuka kujitokeza dhana, waendelee kutusapoti kutuombea. Tuko imara na tunakwenda kwenye hatua nyingine, na tuko, tumekuwa na mama hivi, mnamuona yuko imara, tumekuana kwamba tuendelee kuwa imara pamoja na changamoto mbalimbali mbali ambazo e, watu wanazipitia wana basi tunaendelea kutoa taarifa zaidi kuhusu mchakato wa rufaa, lakini kwa leo naomba tuishie hapo na washuk...